Mchezo wa dabi na zani utakuwa wenye mvuto mkubwa kwa sababu ulishaelishwa mara ya kwanza ukaelishwa tena mara ya pili na sasa tunaenda kwenye mara ya tatu, lakini pia ni mchezo ambao natarajia utaamua bingwa wa soka la Tanzania katika ligi yetu ya Tanzania atakuwa ni nani. Simba ni timu nzuri ambayo ina ushindani na Yanga, pia ni timu nzuri, lakini kuna tofautiana, kwa namna moja au nyingine, kwa sababu wachezaji wa Yanga wengi wao wamekaa muda mrefu, wameweza kuelewana, lakini pia ukifuatilia matokeo ya huko nyuma bado Simba ameonekana bado ni mteja kwa Yanga kwa, kwa kipindi kirefu kwa hivi sasa. Utakuwa mchezo mmoja watu watakaniana sana, kwa sababu utakuwa na tension kubwa, lakini pia tutatambue kwamba ndio utakuwa mchezo wa kufunga dimba wa ligi yetu hii ya Tanzania. Kwa hiyo nahisi kwamba utakuwa ni mchezo mmoja ambao wa kukaniana sana na itakuwa ni tough game. Kwanza na, na, na, na wahamasisha wadau wa soka kulipia vingamuzi vyao vya Azam ili waweze kufuatilia mubashara mchezo wa soka ambao utakuwa wa kusisimua. Kwa kawaida dabi haijawahi kuwa, la, kuwa uh, ndogo au rahisi. Itakuwa ni mchezo mkubwa, lakini kama ambavyo nimeshasema, sisi tumejiandaa kuanzia kwa viongozi wetu mpaka sisi mashabiki mpaka wachezaji wenyewe, tuko vizuri na tutakuwepo pale kwa Benjamin Mkapa kuhakikisha kwamba tunachukua ubingwa, tunawapa pole uh, wapinzani wetu, kwa sababu huu uh, ni msiba ambao wenyewe waliuchelewesha tu, sasa siku imeshafika na hatutaki visingizio tena. Tutahakikisha kwamba siku hiyo tuna wafunga kitulivu, na watoke waende wakapumzike vizuri. Hii mechi ndio wakwenda kubadilisha kila kitu, matokeo yote. Kwa hiyo mimi ninachowaasa tu, wajiandae kwa sababu kitu atakachokuja kukutana nacho ni cha moto zaidi. Mchezo wa dabi ni mchezo mzuri na tumejiandaa. Mimi ninachowaasa tu wa wapinzani wetu kwamba wajiandae vizuri kwa sababu pale kitu atakachoenda kuwafanya elimu panzu kibisa, wala ni kitu cha hatari sana. Yule, yule mtu ni balaa. Kwa hiyo wajiandae, sisi hatuwaogopi wao, tu wafanye mazoezi, wasi wakakimbia mechi. si tumejipanga, si tuko vizuri? hata kama Aziz Ki hayupo, pengine akawepo kama surprise, lakini tuko vizuri kabisa, kuanzia beki mpaka forward. Midfield zote ziko sawa, yuko Pemba boy pale, Mudathiru ya haya takamata midfield pale tuna pakome kwa hiyo, tuko vizuri, tuna chama super sabu ile e, tuko safi kabisa ah, sisi tuna uzoefu e, sisi tuna uzoefu halafu, si wakongwe, si kaka zao? Hatuwezi kuwafunga mechi tano mfulizo tushindwe kuwafunga moja, itakuwa ni maajabu. Aya, labda kuwe kuna uchawi.